Sana kwa ajili ya kufunga kozi ya ushiriki wa raia katika kulinda amani. Tanzania, kupitia Jeshi la Wananchi wa Tanzania, amekuwa mshiriki mkubwa wa ulinzi wa amani kwa miaka mingi, na mnapoenda kulinda amani niye, mnajua kama waandishi kwamba raia kwenye kulinda amani wana nafasi yao wa muhimu. Tumekuwa tukililia nafasi hii kwa muda mrefu, na Mungu amejalia kupitia msaada wa Japani na UNDP tumeweza kuandaa na kuendesha kozi ya kwetu wenyewe ya kushirikisha raia katika ulinzi wa amani. Mambo muhimu wanayotakiwa kuyafanya wakiwa kule na nafasi yao katika kulinda amani. Kozi hii inatupa uwezo kama jeshi la ulinzi wananchi wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla kuweza kujijenga zaidi kwamba kila tunapoenda kwenye misheni ya kulinda amani tunakuwa tumekamilika katika idara zote na tuna watu ambao ni weledi katika kufanya kazi zao kulingana na taratibu na, na sheria ambazo zinamtaka raia aende akafanya. Kwa hiyo na kozi hii hapa kwetu itatujengea uwezo wa chuo hiki cha kwetu cha ulinzi wa amani kuwa kituo kikubwa katika ukanda huu cha kufundisha watu wote kwa ajili ya kwenda kulinda amani, wakiwepo wanajeshi polisi pamoja na raia kwa maana kwamba timu yote sasa inayohitajika kwenda kulinda amani tunaweza tukafundisha sisi wenyewe kwenye chuo chetu hiki hapa ambacho tunakitaka tukipandishe kiwe cha kitaifa kimataifa na ikiwezekana katika ukanda wetu wote. Kwa hiyo hilo ndio jambo muhimu, na hii ni kozi yetu ya kwanza, na tuna mpango baadaye tuendelee kuendesha kozi na nyingine na nyingine, ili kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa Tanzania wote wakiwemo uniform men na wale raia katika kwenda kushiriki katika jukumu zima la kulinda amani. Asante. Na kwa hapa leo kwa hii sherehe ya peacekeepers wale wamemaliza training hapa kwa Tanzania Peacekeeping Training Center. Na nataka kushukuru sana serikali ya, ya Tanzania kwa kutupatia hii training center leo kufanya hii training ya kwanza nchini Tanzania ya watu wasio wa jeshi yani civilians. Kwa hivyo tuna furahi sana kukuwa na training ya kwanza na hii siyo ya mwisho, hii tunataka ikuwe training ya kwanza lakini nyingi sana zifuate. Na nataka kushukuru sana ubalozi wa, wa Japan wale walishirikiana na UNDP kufanya hii training ya leo kuwezekana hii training ni muhimu sana kwa sababu itakuwa ya kuweka Tanzania kuwa eh, kuongeza peacekeepers wa Tanzania, na itasaidia sana Tanzania kuwa kwa kuingia kwa uh, map ya the region, kwa sababu Tanzania tunajua inaendelea mbele eh, sana na tunataka Tanzania ikuwe leading power, yaani ikuwe ndio inaongoza katika hii region yetu ya east na southern Africa. Kwa hivyo training kama hizi zitasaidia nchi ya Tanzania sana, na tunataka tukue tuweke hii training ikuwe hata kubwa zaidi kuliko vile ilivyo, na tutafanya na tutaongea na, na uh, development partners wetu wakiwa a uh, um, balozi wa Tokyo na wengine, kuona kama tutaendelea hii training na tukufungulia hata watu wa kutoka nchi zingine za kutoka uh, hapa East Africa ndio Tanzania ijulikane ikiwa powerhouse within the region. Kwa hivyo tunashukuru sana na nataka kumshukuru uh, General Mani kwa kuja ku preside over hii occasion ya leo, na tutaendelea ku UNDP itaendelea ku fanya kazi na serikali huona ma, eh, mabadiliko mengi yale yanatokana inaendelea ndio watu wa Tanzania waendelee kusonga eh, mbele. Kwa hivyo, asanteni sana, na leo tunafurahi kwa hawa watu wamemaliza hii kozi, nataka na kuwapa hongera kubwa sana kwa hiyo training wameshamaliza. Asanteni.